ya kwamba amani utulivu wa nchi yetu umeendelea na leo hii mmeiombea taifa kuendelea kudumisha amani. Sasa kuna watu hawapendi amani, kuna watu wanataka vurugu za nchi yetu, na hata wengine wanaanza kucheza ngoma wasiofahamu kama jinsi wangu jisangose ile <mulayani> <roleum> neno la no reform no election siyo ajenda ya Chadema.

ni kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2025 haufanyiki. Walikariri kwamba mgombea wa rais huwa anapitishwa mwezi wa tano mpaka wa sita. Kwa hiyo ilikuwa ni mpango yao, ni kuhakikisha kwamba walio wachagua kwenye chama chao mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema, kwamba watakaposhinda wao ndio waanzishe hiyo vuguvugu la no reform no election ili uchaguzi ndani ya chama usifanikiwe. Sasa kipindi wao wanapambana kupata uongozi ndani ya chama chao, mkutano mkuu wa mwezi wa pili ulimpitisha daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa rais kupitia tiketi ya sisi. Siku tatu kabla ya wao kufanya uchaguzi, sisi chama kupitia sauti ya Mungu iliyomjia mtu yenu kipenzi mwasi kamani na kushawishi umma ni mkutano mkuu ule kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan kazi kazi yanefani, mwanamama huyu, thamani ya nchi imeonekana, watanzania wana usawi, kazi inafanyika, maendeleo yanakuja, kwa nini tusirudie kwenye mkutano huu kupitisha jina lake kuwa mgombea urais? Ukumbi mzima ukalimlima na kuimba nyimbo za kumtukuza Daktari Samia Suluhu Hassan na kutukuza chama chake na pale pale ndipo maamuzi yalipofanyika ya, ya kumpitisha daktari Samia Suluhu Hassan jina moja uh, kwenye chama chatu, ajaekutokea mkutano ambao haukuwa na ajenda hiyo, lakini ajenda hiyo ikaaja, wapiga kura wakaipokea na kura zikatakwa siku hiyo hiyo, vikao vya maamuzi vitakaa siku hiyo hiyo, na daktari Samia Suluhu Hassan akachaguliwa kuwa mgombea urais kupitia tiketi ya sisi